Mafungo yanapaswa kuwa ni aina tatu. Tunapofunga tunayapitia hizo aina tatu. Kwanza personal, binafsi, na ya miseke yako. Tunafunga kama mtu binafsi kwa kuzuia baadhi ya vitu, baadhi ya maelekeo ambayo yanatupeleka pembeni na Mungu, labda kuvuta sigara amasigara inakupenda jaribu kuiacha polepole, labda kwa sababu taaribu mapafu. Usiseme kama livyosema Fada Magula astlienda kumsalimu, wewe Magula hukukuta sigara, utakuharibu mapafu na na name, utaharibu figo. Akasema what is the use of dying with good <laughs> unapata faida gani ukifa na mapafu mazuri? Ja, sawa ni wazo zuri, lakini unaharakisha kubwa. Pengine kuna tamaa ya kuvuta vitu ambavyo vinakusukuma katika kufanya mambo mabaya, hata pengine bani au pengine pombe au pengine uhusiano mbaya na wenzako. Hayo ni mafungo ya binafsi. Mafungo ya pamoja kameni maisha ya sala na wengine, maisha ya ibada na wengine, kushirikiana na wenzako katika utume, kuonja kuwa matendo ya ibada yanapata nguvu zaidi katika maisha yetu tunapokuwa na wenzetu. Usiseme mimi nasali peke yangu. Ni kweli nasali peke yako lakini katika mfungo tunaalikwa kusali na wengine. Mafungo ya mahali pote, hapa tunaalikwa kusaidia wahitaji, onja shida za wenzako. Kama mwingine ana suruali moja tu mbovu na wewe unazo nyingi, udamie moja. Kama una madauli mengi, mengine pengine hata yanaoza tu kwenye chumba, mpe mwenzako moja moja tu, hata mgani mengi. Hata kama una dawa ya meno ambayo hujaitumia muda mrefu, kwa sababu unazo nyingi, mpe moja mwenzako. Kuna mwenzako anatumia majivu usungua tu hivi, kwa sababu hana dawa ya meno. Mfungo sio mambo, sio kufunga katika mambo makubwa. Tunaalikwa kufunga katika vitu vya kawaida, mambo ambayo tunayaweza, yale ambayo ni sehemu ya maisha yetu: changamoto, wajibu, uaminifu katika kazi, moyo wa kuaminika, ukweli katika tusemayo, unyenyekevu katika maamuzi yetu tuwa wayelekea tia maamuzi yetu katika maamuzi yetu yasiwe ni kikwazo kwa wengine, mpaka hata pengine watu wanakasema kwa sababu tumeamua vibaya. Usafi katika maisha yetu, ukarimu katika utoaji au hudumiaji wa wenzetu. Karama katika kitabu chake The Eternal Year anasema, anaandika watu wa leo, Kwaresma inapaswa kuanza kabla majibu na kuendelea hata baada ya Pasaka, kwa sababu tunaishi bila nidhamu ya Kimungu. Huyo ni Karana, theologiani mkubwa wa karne zetu. Sheila Kasilda katika kitabo chake The Good Friday People anasema, watu wengi wanaishi katika maisha yao yote kama Ijumaa Kuu, hawana furaha na chochote. Watu hao tuwasaidie kwa toba yetu. Je, tunapofunga, tunafunga kwa sababu tuna ya umaskini, kwamba tuna accumulate kitu kidogo kidogo ili siku ya kufungua tutungue zaidi, unabakiza hela kidogo kidogo ili siku ya Pasaka